Nchini Uganda mchungaji mmoja amejikuta matatani baada ya video kusambaa mitandaoni ikimuonesha akiwapa baraka waumini kanisani kwa njia ya kuwatandika viboko. Mchungaji huyo alinaswa kwenye kamera akiwapiga viboko waumini kanisani wake kwa waume, wadogo kwa wakubwa, huku akidai kuwa ni moja kati ya njia za kuwamiminia baraka na upako utokao kwa Mungu. Katika video hiyo, mchungaji huyo aliyetambulika kwa jina la Nabii Kevin Kintu anaonekana akiwaombea wa wafuasi wake alipowaomba waje kupokea fimbo hiyo ikiwa ni sehemu ya maombi hayo. Wafuasi walianza kukusanyika mbele ya kanisa ambapo walianza kupigwa viboko. Video hiyo haikuwafurahisha wengi kwani wanakashifu kitendo hicho hasa pale ambapo Nabii Kintu alikuwa habagui mtu hata mmoja, mpaka wazee wa umri uliopitiliza ambao walilazimika kukubali baraka za nabii. Wengine wanasema adhabu ya kuchapwa viboko iliama mashuleni na sasa imeota mizizi makanisani, ambapo waumini wote wanakipata cha mtemakuni wakiamini ni baraka.